Vijana wenzangu, Yesu Kristo ndiye njia ya kwenda mbinguni. Fikiria na kuwaza na kutafakari, hivi huyu Mungu yupaje mpaka na watuma watu kuja na vihoni spika namna hii kukuambia habari za Yesu Kristo? Ni kwamba Mungu anajitahidi, anapambana, lengo ukapate kufanya maamuzi yaliyo sahihi kabla hujachelewa. Yesu Kristo alikufa kwa ajili yako. Yesu Kristo alikubali kudhiakiwa kwa ajili yako ili utakaposimama mbele za Mungu ukapate kuhesabiwa haki. Lakini Mungu anakwambia kupitia neno lake, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanaye pekee, ili kila mtu amwamini aye asipotee bali awe na uzima milele. Ndugu zangu, kwa wale wafanyabiashara mliopo mahala hapa, wote mnaomiliki frame boda boda wote wakala, ninaona mama zangu, dada zangu wenye maduka na wengineo wote, kama Yesu Kristo mtashindwa kumpokea, ndugu zangu, ngoja pumzi iondoke kwenu ndipo utakapokuja kukumbuka. Mungu alituma watu wake kukuambia, kukuonya, kukukanya. Vijana wenzangu, mnanitazama, mnasikia, Yesu Kristo ndiye njia. Yaani, Mungu anajaribu kukuambia, anajaribu kukuelekeza kwa kila namna, tugeuke tukapate kuingia katika njia iliyo sahihi, lakini tunayo hiari, tukubali ama tukatae. Mungu hatulazimishi. Ndio maana huwezi mpaka leo wako hai wakabaji mpaka leo bado wako hai. Ndio maana ndugu zangu, wale wote wengine tunasema tunawaita mashoga mpaka leo wako hai. Kwa nini hawafi? Kwa nini Mungu ajawaua? Kwani Sodoma na Gomora Mungu alifanyaje? Si aliwateketeza? Kwa nini leo hii anawaacha wanakuwa hai? Anataka wafanye uamuzi walio sahihi, wasije wakashindwa kuingia mbinguni. Na uamuzi ulio sahihi ni kumkubali huyu Yesu Kristo. Uamuzi pekee wa mimi nawe kuingia mbinguni ni kupitia huyu Yesu Kristo. Ndugu zangu ninawaambia watu wanasafiri, watu tunatoka mikoa kwa mikoa tunazunguka kuwatangazia habari za Yesu Kristo. Boda boda wenzangu, vijana wenzangu, tumkubali Yesu. Sawa ndugu zangu. Mungu anatuambia ya kwamba kuna siku na majira Mwenyezi Mungu atatuchukua tutasimama mbele yake. Na Mungu anatuambia Mungu sio mheshimu wa mwenye kuheshimu, kwa sababu tunatoa sadaka ndio basi atatuacha. Kana kwamba ndio tushindwe kuingia mahala pale, tuweze kuingia mbinguni kwa sababu tunatoa sadaka. Haipo hivyo ndugu yangu. Mwenyezi Mungu anakuambia Yesu Kristo ndiye njia, Yesu Kristo ndiye suluhisho. Ndugu zangu, mimi na yani, mimi najitahidi na kwa nafasi ambayo Mungu amenipatia uzima huu, nikuambia na kukuelekeza ndugu yangu, ninakueleza sadaka hazitoshi. Nakueleza ukweli, sadaka hazitoshi. Yaani tunaweza tukapambana tunavyoweza kupambana, lakini kama Yesu Kristo tutashindwa kumkubali, kwa nyakati hizi Mwenyezi Mungu aliye hai Mungu ambaye ameumba mbingu na nchi, tutakaposimama mbele yake siku ile, ndugu zangu, itakuwa ni kijuto sana kwetu. Tunajaribu kusafiri, tunajaribu kupanda ndege, tunatumia treni, tunasafiri kwa kila njia ili kuzunguka kuwaambia wakazi wa Tanzania, Kenya, Uganda. Tunasafiri mikoa kwa mikoa, nchi kwa nchi, lengo kuweza kuambia watu watubu ndambi zao. Ndugu zangu wapendwa, sikuwahi kuwaza kwamba Yesu Kristo ni njia sikuwahi kuwaza nitakuja kuokoka, sikuwahi kuwaza kwamba itafika siku huyu Mungu aliye hai atanibadilisha mimi, atanifanya mimi niwe nazunguka mitaani na kuwahubiria watu. Ndugu zangu, nataka niwambie, unaposikia sauti za namna hii, ni kitu ambacho unapaswa kuwa makini nacho. Mungu anajitahidi kwetu sana. Mungu anawatuma watu kila njia, Mungu anawatuma wengine. Tazama, usikuta ujai kuona wengine, sawa. Tunapita na honi speaker namna hii, tunakutangazia Yesu Kristo ndiye njia, wakazi wa Morogoro. Unachopaswa kuelewa. Yesu Kristo alikufa kwa ajili yako. Yesu Kristo alikubali kudhiakiwa kwa ajili yako. Tunazunguka kukwambia mkazi wa Morogoro. Tunazunguka kukwambia mkazi wa Morogoro. Mtu nayeishi mahala hapa Morogoro. Mungu anakwambia. Yesu Kristo alikufa kwa ajili yako. Yesu Kristo ndiye njia, ndiye kweli. Mungu anajaribu kusema nasi kwa njia tofauti kutuambia sisi kama wapendwa wake, tusija tukakosa kuingia mbinguni. Yesu Kristo alikubali kudhiakiwa kwa ajili yetu. Tunazunguka kila mahali, tunatangaza kila mahali, tukiwambia watu pasipo Yesu Kristo, ndugu zangu, ni sawa na bule. Tunaweza tukafanya tunavyoweza kufanya, tufanye kazi. Bibilia inasema asiyefanya kazi asire. Ni vizuri tufanye kazi, tutafute pesa, lakini tujue ndugu zangu wapendwa, kuna siku tutasimama mbele za Mungu na Mungu anatuambia majira atakapofika na saa itakapofika, ndugu yangu mimi nawe tutakaposimama mbele za Mungu, kama huyo Yesu Kristo hatujamkubali, kama huyo Yesu Kristo hatujamkiri, kama huyo Yesu Kristo hatujampa nafasi katika maisha zetu, baba zangu, mama zangu, kama Yesu Kristo tutashindwa kumpa nafasi katika maisha yetu, ndugu yangu, ninakwambia, siku utakaposimama mbele za Mungu, ndipo utakapokumbuka Mungu alijitahidi kukusaidia, Mungu alijitahidi kukuelekeza, Mungu alijitahidi kukuambia tubu dhambi zako, mkubali Yesu kabla hujachelewa. Lakini ni aina gani ya maamuzi iliamua kuyachukua? Yesu Kristo anatuma watu wake, ndugu zangu, ni safari mikoa kwa mikoa. Sasa ka Morogoro, wakazi wa Morogoro, tubuni dhambi zenu, mkubali Yesu Kristo. Wakazi wa Morogoro, tubuni dhambi zenu, mkapate kumkubali Yesu Kristo. Maneno hayo unayosikia ndugu yangu, si maneno ya kutaka kutafuta umaarufu. Maneno haya ni kukuambia kama hauna Yesu Kristo na utasimama mbele za Mungu siku ile, Mungu atakukataa. Kwa sababu gani? Kwa sababu umekuwa ukihubiriwa. Mungu kawatuma watu na vipeperushi, kawaleta watu na mikutano mikubwa, kawaweka watu kwenye redio, kawaweka watu kwenye TV, kawaweka watu wanazunguka na wengine. Haya sasa, tuna honi speaker namna hiyo, utafikiri tunatangaza dawa ama sumu za panya. Tunakwambia habari za Yesu Kristo ukapate kugeuka, sio mchezo. Yesu Kristo anajaribu kukuambia pasipo yeye huna nafasi ya kuingia mahala pale panapoitwa mbinguni. Yesu Kristo ndiye njia, ndiye uzima, ndiye nafasi pekee ya mimi na wewe kuingia mbinguni. Wakazi wa Morogoro, Tanzania, Mungu anawaita anawaambia, muokoke, mtubu dhambi zenu na kumkubali Yesu Kristo. Pasipo Yesu Kristo, ndugu yangu, siku na saa itakapofika, utakaposimama mbele za Mungu, ndugu yangu, nakwambia hakuna kitu kitakachoweza kukutetea. Leo unaweza ukajivika ujasiri kwa sababu una uzima. Mungu akikuchukua na haujatubu dhambi, vijana wenzangu, baba zangu, mama zangu, kama Mungu ataamua kukuchukua na haujatubu dhambi, ninakwambia ukweli, siku ile sala zako hazitakusaidia. Siku ile sadaka ulizokuwa ukizitoa hazitakusaidia. Siku ile, ndugu yangu, hakuna chochote tulichokuwa nacho hapa duniani kitakachoweza kutusaidia ni ile hali ya mimi nawe kumkubali Yesu Kristo ndio kutaweza kutusaidia mimi pamoja na wewe, tukapata kuweza kuingia mahala pale panapoitwa mbinguni. Mungu anatamani sana, kama kijana wake kama binti wake ufanye maamuzi ya kutubu, ukageuke katika mwenendo wako mbovu mbaya. Siku ikifika ukisimama mbele za Mungu, ndugu yangu, sije ukashindwa kuingia mbinguni. Leo hii, ndugu yangu, unaweza ukajivika ujasiri. Una afya njema duka kubwa bodaboda, hapa ninaona baba zangu, naona ndugu zangu hapa nao wanafanya mauzo safi. Ndugu zangu, sikilizeni, kama mimi na wewe tutashindwa kumkubali huyu Yesu Kristo kwa wakati, majira na nyakati zitakapofika, hakuna mtu yeyote atakayeweza kuingia mahala pale panapoitwa mbinguni. Mbinguni ndugu zangu, hawaingii watu kwa sababu wana pesa nyingi ama wana biashara nyingi. Mbinguni ndugu zangu, hawaingii watu ambao ndugu yangu mpendwa waliokuwa katika hali ya kutumainia biashara zao na kazi zao. Mungu anakuita leo, mkazi wa Morogoro. Mungu anasema Yesu Kristo ndiye njia yako ya kuingia mbinguni. Mungu anajaribu kuzungumza na wewe. Haijalishi umetoa sadaka kiasi gani, haijalishi ndugu zangu umefanya sala kiasi gani, lakini kama Yesu Kristo hujamkubali, yale yote uliyoyafanya ni sawa na bule. Ndugu yangu leo hii unaitwa. Mungu anajaribu kusema na wewe kukwambia tubu dhambi zako. Mama yangu tubu dhambi zako. Kijana mwenzangu tubu dhambi zako. Baba yangu siku na saa ikifika, usije ukashindwa kuingia mahala pale panapoitwa mbinguni. Biblia inasema kwenye kitabu cha Yohana tatu sura ile ya kumi na sita kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminiye asipotee, bali awe na uzima milele. Leo hii hizi sauti unayosikia ndugu yangu, pumzi ikikatika Aa, ndugu yangu, Mungu akiichukua pumzi yako na kwambia ukweli, utajaribu kuomba, baba nisaidie, Mungu nisaidie, lakini leo hii ninawaambia vijana wenzangu, baba zangu wote, tunamiliki frame juu mpaka chini, wakazi wa Morogoro, mwenyezi Mungu anajaribu kusema na ninyi, wakazi wa Morogoro, tubuni dhambi zenu, tubuni dhambi zenu. Kuna siku inakuja, kuna saa inakuja, mauti inakuja, hujui siku gani hujui ni lini, lakini nawaambia majira yatafika na utasimama mbele za Mungu na kama huyu Yesu Kristo. Ndugu zangu mliokuwepo gorofani huko juu, kama mjaweza kumtubu Yesu Kristo na kumkubali, kitakacho kwenda kutokea wakazi wa Morogoro, Mungu aliye hai atatukataa sote, hata mimi ninayekuhubiria muda huu, hata mimi ninayekutangazia habari za Yesu muda huu. Biblia inanipa onyo, linaniambia siku ile, sio wote wasemao Bwana, Bwana watakawaweza kuingia katika ufalme wa mbinguni. Sasa kama Mungu yuko radhi kuniteketeza mimi niungue moto ninayekuhubiria, vipi kuhusiana na wewe ndugu yangu? Kama Mungu yuko radhi kuniunguza mimi niingia kuzimu ninayekuhubiria habari za Yesu, vipi kuhusiana na wewe aina na, na maisha na wakazi wa Morogoro. Wakazi wa Morogoro, Mwenyezi Mungu anajaribu kutumia kila njia kukusemesha mama yangu, baba yangu, kijana mwenzangu, Mungu anajitahidi kwa kila nyanja na kila njia kukuonya siku utakaposimama mbele yake usije ukakosa kuingia mahala pale panapoitwa mbinguni. Mwenyezi Mungu anakuambia leo kijana mwenzangu, baba yangu, mama yangu, yeyote anaisikia sauti hii. Wale wote ambao, ndugu zangu, mnaoamini kuna katika majira na nyakati mtaruhusiwa kuingia mbinguni, kama hautampokea Yesu itakuwa ni kazi bure. Mwenyezi Mungu anasema, anatuambia kitabu cha Yohana Yohana sura ile ya kumi na nne mstari wa sita. Biblia inasema mimi ndimi njia na uzima na kweli, hakuna mtu awezaye kwenda kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Leo hii ndugu yangu, unaweza unaeza unajivunia, una biashara kubwa, una duka kubwa, fremu, ninaona mabegi, ninaona nguo upande wa pili, ndugu yangu, kwa sababu una uzima, una afya, unaweza ukajivunia hayo, sawa. Lakini Mungu akiichukua pumzi yako, nakwambia kuna chochote tunachokimiliki kitawachoweza kutusaidia mimi nawe kuingia mbinguni kama hujampokea Yesu Kristo, kama haujamkiri Yesu Kristo, kama haujaamua kufanya uamuzi wa kumpokea Yesu, sauti hii ikapata kukuamsha katika usingizi, sauti hii ikakuamsha katika usingizi wako, amka, toka katika dhambi ndugu yangu, toka katika mwenendo usio stahili ndugu yangu. Fikiria, waza na tafakari. Mungu anajaribu kutumia vijana wadogo kukuambia, baba, wewe kijana mwenzangu, Mungu anajaribu kukuambia kwa kijana mwenzako inakuwaje kijana mwenzako anakutangazia habari za Yesu? Inakuwaje kijana mwenzako mama baba, usikute mimi ni kama mtoto wako. Mungu anajaribu kusema na wewe, anataka kukuambia geuka. Mkazi wa Morogoro wa Tanzania, geukeni katika vitu tunavyofanya kama kazi. Tufanye kazi ndio, tufanye kazi tuingize pesa ndio, lakini nakwambia ndugu yangu, pasipo Yesu, hela zote unazotengeneza ni bure pasipo huyu Yesu Kristo hela zote unazotengeneza hela zote unazoingiza ni sawa na bule, ndugu yangu, kama huyu Yesu Kristo atashindwa kumkubali, kama huyu Yesu Kristo atashindwa kumpokea. Nakwambia ndugu yangu, siku na saa itafika, majira na nyakati zitafika, na wewe ndugu yangu, utasimama mbele za Mungu. Mungu anakwambia, baada ya kifo kinachofuata ni hukumu. Lakini Biblia inasema ni furaha kwa Mungu mtu mmoja anapogeuka na kutubu. Tubu dhambi zako leo, Mtanzania, tubu dhambi zako leo, Mtanzania, ukafanya maamuzi yaliyo sahihi, kabla hujachelewa. Mungu anakuambia, Mungu anakuelekeza, Mungu anakufahamisha ya kwamba ndugu yangu, endapo utaamua kumpa Yesu Kristo nafasi kwenye maisha yako, utafutiwa dhambi zako zote, kila kitu ambacho ndugu yangu unachokifanya leo Ukimpa Yesu Kristo maisha yako, Mungu ataweza kunyosha mkono wake katika maisha yako. Yesu Kristo anakuita, Yesu Kristo anakuita, Yesu Kristo anakuita. Tubu dhambi yako kabla hujachelewa. God is good, tumeweza kufika kwani Morogoro na atukuzwe Yesu Kristo. Tuna imani kwa wale ambao wamesikia kwa namna moja nyingine, wataweza kufanya mabadiliko katika maisha yao. So, yeah, cha msingi Tufanye kazi ya kuambia watu kuhusiana na habari za Yesu Kristo. Hilo ndilo la msingi. Tuwaambie watu kuhusu habari za Yesu Kristo na hatimaye huwezi jua wataweza kubadilika ni nani. Jina la Bwana libarikiwe. So, yeah, Mungu ni mwema. Mungu awabariki nyote ambao mmeweza kutazama. Amen.